Mvua ilinyesha taratibu jijini Dodoma jioni hiyo, maji yakitiririka kwenye mabonde ya lami na watu wakikimbilia vibandani kujikinga na mvua. Kwenye stendi ya mabasi ya mjini, kijana mmoja mrefu, mweusi, mwenye sura iliyochoka na mavazi ya kawaida mno, alisimama pembeni ya basi akiuza karanga na kuku wa kukaanga kwenye mfuko wa plastiki. Huyu alikuwa Samueli, kijana aliyekuwa akionekana duni, wa kawaida, asiyevutia. Alikuwa na viatu vilivyotoboka upande mmoja na suruali iliyoshonwa magoti mara mbili. Watu walimchukulia kama yule mtu wa mtaani, mmoja wa wale unaowaona kila siku, lakini huwakumbuki usiku. Lakini macho ya Samweli yalificha siri, yalikuwa macho ya mtu anayejua zaidi anavyoonyesha, macho ya mtu anayejua kila anachofanya, kila anachosema na kwa nini. Katika vibanda vya chakula, wasichana walikuwa wakicheka na kupiga picha na mabwana wa mjini waliopaki magari yao makubwa na kuvaa suti za kifahari. Hakuna hata mmoja aliyemtazama Samweli kwa jicho la pili, Isipokuwa mzee wa vibanzi aliyeitwa Mangoma, ambaye kila mara alimnong'oneza Sam, hizi hujuma zako zitakugharimu. Tumia pesa zako, unakufa na hela zako kijana. Samweli hakucheka, alimjibu kwa sauti ya taratibu, natamani kupendwa kwa moyo, si mfuko. Siku nikipata mmoja wa kweli, basi dunia itajua mimi ni nani. Mara msichana mrembo mwenye sauti ya haraka na miguu mirefu aliingia ndani ya banda akijaribu kujikinga na mvua Alimwangalia samueli na kutoa macho ya dharau, kana kwamba alikuwa takataka ya mtaani. Pisha njia bwana, unanuka mafuta ya kukaanga, alinguruma akimpita. Samueli alitabasamu polepole, akaondoka taratibu. Alienda kando ya mtaa wa baridi, akatazama jengo refu lililokuwa linamulikwa kwa taa za dhahabu, akavuta simu ya tochi, akapiga namba ya mlinzi. Andaa gari saa sita usiku, nataka nipite site zote tatu. sawa mheshimiwa sauti ya heshima ilisikika upande wa pili, lakini bado jioni hiyo alirudi kulala kwenye chumba chake cha mtaa wa Tandika, kwenye godoro la sakafu, karibu na panya waliokuwa wakipigana na vifaranga vya kuku waliobaki. Kesho yake akiwa kwenye barabara ya Ilazo, Samweli alikutana na msichana mmoja mweupe mwenye mtazamo wa kirafiki, aliyekuwa na kikapu cha maandazi. Alimpa maandazi bure, na kula chochote, alimuuliza msichana yule kwa sauti ya upole Samweli alitabasamu na kusema, asante, sio wote wenye moyo wa kukumbuka sisi masikini. Msichana yule alimwangalia kwa muda akasema, masikini wa roho ni mbaya kuliko wa mali, wako wengi wenye vingi lakini wana roho mbaya. Samweli alitetemeka ndani kwa ndani, hakuwa amepanga lakini aliingia kwenye jaribio jipya. Jina la msichana yule lilikuwa Rehema, mchuuzi mdogo wa maandazi na chai, aliyetoka familia ya kawaida sana kule Chamwino. Alikuwa na tabia ya kumchekea kila mtu hata ombaomba na mara nyingine aligawa maandazi bila kujali faida. Hakuwa mrembo kupindukia kwa sura, lakini alikuwa na mvuto wa kipekee, ule mvuto wa mtu mwenye amani ya moyoni. Samueli alianza kumfuatilia kwa umbali. Alienda sokoni alipokuwa akiuza, alikaa pembeni kwenye kiti cha mbao akijifanya anajipumzisha. Alijua jinsi Rehema alivyokuwa akipambana, alivyozungumza na wateja, alivyojitahidi kutabasamu hata alipokuwa na huzuni machoni. Alikuwa tofauti, lakini kama kawaida dunia haikosekani. Wiki ya pili baada ya kukutana na Rehema, Samueli alipokea ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa msichana mmoja aliyeitwa Tina, mrembo wa mjini aliyewahi kumkataa kwa dharau miezi miwili nyuma. Hei bebi, nimekumisi. Hivi bado unauza karanga? Najua una roho nzuri. Samahani kwa kukuona tofauti. Unapatikana jioni tuongee? Samueli alishusha pumzi ndefu. Ulikuwa mchezo ule ule. Alifuta ujumbe huo na hakujibu, lakini jioni hiyo Alipokuwa akimpelekea Rehema maandazi aliyoyanunua kwa wachuuzi wengine kama zawadi ya kushukuru ukarimu wake, waliketi pamoja kwenye benchi la mbao karibu na stendi. Samweli alipoweka kifurushi cha nailoni mkononi mwa Rehema, msichana mmoja wa kisasa alipita na kupiga picha haraka, kisha kutuma kwenye grup la WhatsApp la warembo wa Dodoma: huyu Rehema kumbe anapenda vimeo hivi. Na hiyo ikawa moto wa kwanza. Kesho yake kulianza kampeni ya kumsema Rehema kwenye vijiwe, mitandao, hadi hata kwa mama wa Rehema watu walimwambia yule kijana "anakuangusha" hadhi anakuchelewesha maisha, atakufanya usiolewe na mtu wa maana. Lakini Rehema alimwambia Samueli kwa upole, wanaweza kusema watakacho, moyo wangu unajua wema wako. Siangalie mfuko, Sam, naangalia utu. Samueli alishindwa kuzuia machozi. Usiku huo alijifungia chumbani kwake, akatazama picha ya marehemu mama yake aliyemwambia siku moja, mwanangu, utakapomwona mrembo wa kweli usione sura tazama moyo wake ndio urithi wako wa milele. Wiki iliyoifuata iliwaka moto. Warembo watatu waliowahi kumkataa Samueli, Tina, Miriam na Vanessa, wote walikusudia kumharibia Rehema. Wakaanza kutuma meseji fupi za mapenzi kwenye simu ya Samueli zikiwa na maneno ya uchokozi. Nilikuwa naota juu yako jana, i miss you handsome. Leo tuko White Star Club, njoo tukumbuke enzi zile. Rehema aliona ujumbe mmoja usiku mmoja, Samueli alipokuwa bafuni. Alitetemeka, macho yakajaa machozi, lakini aliamua kutulia. Alipomtazama Samueli usiku huo akiwa anamsomea hadithi ya vichekesho walivyokuwa wakipenda kusikiliza pamoja, alimwambia, mimi si mjinga Sam. najua kuna watu wanataka kutugombanisha, lakini ukiniambia kweli sitakukasirikia. Samueli alishindwa kuongea, alimwangalia Rehema macho yake yakigubikwa na ukungu wa hisia nzito. Kwa mara ya kwanza alihisi hatari ya kumpoteza mtu wa kweli. Siku iliyofuata Samueli alichukua hatua, aliwa blok wanawake wote waliomtumia ujumbe, akawapigia marafiki zake wa kifahari na kuwaonya kutomkaribia Rehema. Kisha akamwandikia mlinzi wake Nairobi, niandikie barua rasmi ya umiliki wa kampuni ya Samlex Group, naitaka kesho. Lakini bado hakumwambia Rehema ukweli wowote juu ya utajiri wake. Alitaka kujua atapenda hadi lini atakaa hadi lini bila kung'atwa na maneno ya dunia? Na siku za majaribu bado zilikuwa mbele yao, maana yule mrembo Tina alikuwa na mpango mpya wa kumsambaratisha rehema kabisa. Usiku wa Ijumaa, anga la Dodoma lilifunikwa na mawingu mazito. Mvua haikunyesha, lakini upepo ulikuwa mkali, ukibeba vumbi la jangwani na kuviringisha kama pepo la kisasi. Samueli alikuwa ameketi karibu na duka la vifaa vya ujenzi, akimsubiri Rehema aliyemwambia leo wanapaswa kuongea kwa undani lakini saa nane kasoro dakika kumi simu ya Samueli iliita, ilikuwa ni namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti ya mwanamke ikasikika, ya kutikisa moyo. Habari zako Sam, mimi ni Tina. Nimeamua kuto kukuficha tena, Rehema si msafi kama unavyofikiria, ana uhusiano na dereva mmoja wa magari ya serikali. Mtaani kwetu wanajua. Ukihitaji picha, nitakutumia. Samueli hakusema neno, alinyamaza kwa sekunde thelathini kisha akakata simu. Dakika mbili baadaye picha tatu zilitumwa kwenye whatsapp yake. Rehma alikuwa amesimama karibu na kijana mmoja, wanacheka kwenye sehemu ya mgahawa mdogo mmoja, walioshirikiana naye kuuza maandazi. Sauti ya Tina ilifuatia, sasa unamwona vizuri, alichokuwa anakutafuta ni huruma yako, si mapenzi. Jipange Samueli. Usiku huo, Rehema alipofika, Samueli hakuwa na tabasamu. Walikaa kimya kwa dakika kadhaa, Rehma aligundua kuna jambo Alimwangalia Samueli usoni na kusema, nimezoea midomo, nimezoea lawama, lakini leo Sam nataka unione na moyo wako, si picha ya simu. Alimweleza kuwa yule kijana kwenye picha alikuwa ali jirani na rafiki wa utotoni aliyekuwa akimsaidia kuuza maandazi kwa shifti ya jioni, walikuwa wakijitahidi kuendesha maisha yao pamoja. Samueli alimwangalia kwa macho ya kupepesa, lakini sauti ya ndani ilimwambia anaongea ukweli na kama uniamini, Rehema aliendelea, basi tuachane mapema kabla moyo haujazama sana. Samueli alitikisa kichwa polepole pole. aliinuka na kumkumbatia. hata nikijifanya sina moyo siwezi kukupoteza, sitasikiliza upuuzi wa waliokataa roho yangu. Siku iliyofuata Tina alipokea ujumbe wa kushangaza: usijaribu tena, usijaribu tena na sitakutuma pesa ya kulipa kodi yako ya Airbnb. Zungumza tena na rehema utanitambua. s alichanganyikiwa Alianza kuhisi kuna siri kubwa kuhusu Samueli, kijana aliyedhaniwa maskini, lakini sasa anaonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kufuatilia na hata kulipa kodi ya nyumba ya kifahari aliyomfadhili wakati wa urembo wake. Wiki tatu baadaye, Samueli alimpeleka Rehema kwenye hoteli ya kisasa pembezoni ya Goba, Dar es Salaam, kwa ziara ya mapumziko. Waliketi kwenye eneo la bustani wakitazama jua likizama kwa rangi za dhahabu. Kwa mara ya kwanza, Samueli alianza kudokeza kuhusu maisha yake halisi kuna siku utajua mimi ni nani hasa Rehema, lakini kwa sasa nahitaji moyo wako ukae ulivyo, usibadilike. Rehema alikenua akasema, na hata siku hiyo ikifika, ukivaa suti za bei ghali na kununua magari ya kifahari, bado nitakupenda tu, wewe si vitu vyako. Samueli aligeuka upande akafuta machozi kisiri, lakini milango ya majanga bado ilikuwa wazi. Tina na Miriam walikuwa wameamua kuungana safari hii walikuwa na mpango wa kutumia mtu wa karibu wa Rehema, dada yake aitwaye Salma, anayependa pesa kuliko uhai wake. Giza lilishuka taratibu, lakini mioyo ya baadhi ya watu ilikuwa tayari imeshazama gizani. Salma, dada wa Rehema, alikuwa binti wa mitindo na maisha ya haraka. Alikuwa ameishi miaka mitatu Dar es Salaam akihama kutoka teja mmoja hadi mwingine, mara kwa mara akitembelea kwao Chamwino pale anapohitaji msaada wa haraka au kuficha aibu. Alikuwa amemwona Samweli mara mbili tu lakini kila alipoona tabasamu la Rehema na utulivu wa Samweli, moyo wake ulijawa na kijicho. Siku Tina alipomwandikia kwenye Instagram, Salma hakusita, walikutana kimya kimya kwenye mgahawa wa Mlimani City. Yule kaka wa dada yako si mtu wa kawaida, Tina alimwambia, akimpitishia simu iliyojaa picha za Samueli akiwa na suti mkononi, sa ya dhahabu, nyuma yake likiwa gari la kifahari, picha alizopiga kwa siri mlinzi wa Samueli kule Nairobi. Tunachohitaji ni ushahidi wa Rehema kuwa si mwaminifu, tukiupata Atamwacha mwenyewe. Salma alitabasamu. Na nikifanya hivyo? aliuliza. Dola elfu tano kesh. Salma hakuwaza mara mbili. Siku tatu baadaye, Salma alijifanya anaumwa. Alimpigia Rehema, dada, nipo Tabata, sina mtu wa kuniangalia, njoo nisaidie. Rehema kwa upendo wake alimuomba Samueli waende wote, lakini Salma alishasema hapana, akidai hataki Sam aone hali yake mbaya. Samueli alihisi harufu ya mchezo lakini hakuwa na ushahidi, na siku hiyo alikuwa na safari ya kwenda Arusha kwenye mkutano. Rehema alipofika Tabata akakuta Salma amejipodoa, amevaa kanga ya kijani isiyotosha hata kukinga nusu mapaja, eti anaumwa. Salma alimficha kamera ndogo nyuma ya pazia, akapanga mtego, akamuita dereva mmoja wa bajaji ambaye alikuwa akimletea vyakula mara kwa mara, na alipofika akamsihi amletee maji jikoni. Kwa bahati mbaya, kamera ilimnasa Rehema akiwa amemkumbatia kijana huyo akimshukuru na kumkumbusha kuhusu deni la zamani la maandazi alilolipia. alikuwa akimjua tangu kitambo, ilikuwa ishara ya utu, lakini kamera ikamvua taswira yote. Salma akatuma video hiyo kwa Tina, na Tina akaituma kwa Samweli dakika moja tu kabla ya mkutano muhimu wa kibiashara aliyokuwa nao Arusha. Samweli alipofungua video, moyo wake ulitetemeka. Rehema anakumbatiana na kijana mwingine. Machozi yakamjaa, moyo ukamganda, lakini sauti ya zamani ikamjia kichwani, sauti ya marehemu mama yake, usimhukumu mtu kwa picha moja, angalia muunganiko wa tabia, si tukio moja la maisha. Alifunga simu, akaingia mkutanoni akiwa kimya, lakini moyo wake haukutulia. Usiku huo aliwasha gari lake la kifahari, Range Rover Sport ya rangi ya dhahabu, akatembea hadi chamwino usiku wa manane, akiwa amevaa kofia kubwa na miwani ya giza, alijificha mtaa wa pili kutoka kwao Rehema, kwa maana waliagana na Rehema baada ya kumwona dada yake wakutani Dodoma. Sasa alitaka kujua ukweli, alitaka kuonana na Rehema bila taarifa. Alipofika alimsikia Rehema akizungumza na mama yao mlangoni. Dada Salma ni mrembo lakini hajabadilika. Leo aliniambia nisiwe na Samweli, eti nitaharibu maisha yangu. Nimechoka na maneno ya watu. Hata kama Sam hana kitu, nampenda kwa moyo, si kwa mfuko. Samweli alijificha nyuma ya mwembe mkubwa, macho yakitokwa machozi ya kimya kimya. Rehema alijinong'oneza, wewe ndiye kesho yake. Samweli alimtumia Salma ujumbe mmoja tu, ungeweza kupata dunia nzima, lakini ukauza roho ya dada yako kwa dola elfu tano tu, baki navyo, lakini sitakusahau. Kisha akamblok Tina, pia Miriam naye, lakini hakumwambia Rehema chochote bado. Siku ilipofika ya maonyesho ya bidhaa za wajasiriamali mjini Morogoro, Samueli alimpeleka Rehema kama mgeni wake rasmi. Watu walistaajabu wakidhani Sam ni mchuuzi tu, kumbe yeye ndiye mfadhili mkuu wa hafla nzima kupitia kampuni ya Samlex Foundation. Sauti ikasikika kwenye kipaza sauti, na sasa tunamkaribisha mgeni wetu maalum Samueli Alex Mwasilu, mmiliki wa Samlex Group na mfadhili mkuu wa maonyesho haya. Rehema alishtuka, aligeuka kumtazama Sam, kisha macho yao yakakutana. Sam, kumbe wewe ndiyo? Rehema, niliigiza kuwa sina kitu ili nijue nani ananipenda mimi, si kile nilicho nacho. Rehema alijawa na machozi, alijaribu kusema lakini sauti iligoma. Na sasa Samu aliendelea, nina ombi maalum mbele ya taifa zima. Kabla hajaendelea umati ulipiga kelele, watu walipiga makofi, simu zikaanza kupiga picha. Alipiga goti chini, akachukua pete kutoka mfukoni. Rehema, utakuwa mmiliki wa moyo wangu, utashiriki nami maisha haya na yale yajayo, hata kabla hatujafika mwisho. Rehema hakujibu kwa maneno, alilia tu kwa furaha. Siku ya harusi ya Samweli na Rehema iliandikwa kwenye kurasa za historia ya Chamwino na pengine Tanzania kwa ujumla, sio kwa sababu ya fahari ya harusi pekee, bali kwa sababu ya hadithi ya upendo wa kweli iliyozaliwa katikati ya mashaka, mateso na unyenyekevu. Kijiji cha Chamwino kiligeuka dhahabu. Mapambo ya rangi ya dhahabu na kijani vilitanda kila kona. Mabibi na mabwana walivaa vizuri, wengine kwa mara ya kwanza katika maisha yao. Magari ya kifahari yalijazana kuanzia lango la kijiji hadi barabara kuu ya Singida Dodoma. Samueli aliyekuwa akiigiza maisha ya uchochole sasa alisimama mbele ya umati akiwa na suti ya bei gali iliyoagizwa kutoka Milan, Italia. Hakukuwa na madoido ya kujionyesha, aliwaambia waandishi wa habari. Nataka kila mwanamke ajue kuwa upendo wa kweli hauangalii mali. Nilitafuta mke, nikaona wengi walitaka maisha, si mimi. Rehema aliona mtu ndani yangu, si mifuko yangu. Rehema akiwa amevalia gauni jeupe lililoshonwa na mbunifu maarufu wa kimataifa alitembea taratibu akiwa ameshikilia mkono wa baba yake. Machozi yalitirika usoni mwa baba huyo, lakini ni ya furaha. ulifanya uamuzi wako mwenyewe baba yake alimnong'oneza, na Mungu amekubariki. Walikutana mbele ya kasisi mkuu na viapo vya ndoa vilipigwa. Gitaa la upole lilipigwa kwa mbali na wimbo wa maivao wa fino ulipamba anga kwa lugha ya upole. Wakati wa kubadilishana pete, Samueli alisimama kimya kwa sekunde chache, akamwangalia Rehema usoni na kusema mimi si tajiri kwa sababu nina pesa, mimi ni tajiri kwa sababu nimepata wewe. Umati ulilipuka kwa makofi, kamera zikamulika, mtandao wa kijamii wa Instagram uliporomoka kwa muda mfupi kutokana na likes na shares nyingi kwenye harusi hiyo. Baada ya harusi, walielekea Zanzibar kwa hanimun ya wiki tatu, kisha wakahamia kwenye jumba la kifahari lililopo Karen jijini Nairobi. Lakini hata ndani ya utajiri Samueli na Rehema waliendelea kusaidia maskini wakiendesha miradi ya kuwainua kina mama na vijana, hasa wale waliowahi kupuuzwa kama Samweli alivyopuuzwa. Waliishi maisha ya heshima, wakiwa mfano hai wa methali ya Kiswahili: aliye na roho safi hupokea zaidi ya alivyotoa.